Hayo yameelezwa na mkuu wa wilaya ya Rumero akiwakilishwa na afisa tarafa ya Enaboishu Josephat Ole Moirana katika maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika ngazi ya wilaya iliyofanyika katika viwanja vya shule ya msingi Liboru mkoani Arusha. Amesema kuwa watoto wamekuwa wakirubuniwa na zawadi ndogo ndogo na hatimaye kufanyiwa ukatili na kukatishwa ndoto zao za baadaye. Zipo changamoto mbalimbali ambazo zimekuwa zikiwakabili watoto katika halmashauri ya Arusha kama ifuatavyo ushawishi na ulaghai kwa watoto, umbali wa kwenda shule na kutopatiwa chakula cha mchana kwa baadhi ya wanafunzi ni tatizo kubwa, hasa kwa watoto wa kike. Baadhi ya watoto hujikuta katika ushawishi wa ulaghai, hali inayosababisha kubakwa, kulawitiwa na kukata tamaa kwe, kupelekea kukatisha masomo kwa sababu mbalimbali ikiwepo mbali pamoja na kupata mimba na kuolewa katika umri mdogo. Jumla ya watoto katika shule za msingi zipatazo 176 ni yenye watoto 99825 ni watoto 74023 na sawa na asilimia 79 wanaopata chakula cha mchana mashuleni. Mwenyekiti wa halmashauri ya Arusha Ujungu Salekwa pamoja na baadhi ya wadau wa utetezi wa haki za watoto akiwemo Joyce Mono kutoka huduma ya mtoto na kijana TZ namba mia moja na mkurugenzi wa Aulaurio wakili Martha Limo wameeleza wazazi walezi na jamii wanapaswa kutoa elimu kwa watoto ili kujilinda na ukatili wa kijinsia baadhi, sio wote, baadhi ya waendesha toyo wamekuwa wakiwadhalilisha watoto wetu, lakini na sisi pia wazazi tusikubali watoto wetu kupakiwa watatu wanne kwenye vi vyombo vya usafiri, nayo pia ni maumivu kwa watoto wetu. Kila mzazi, ikianza na mimi, tukumbuke kwamba tuna wajibu mzuri wa kuwalea katika maadili, lakini zaidi kuwatunza watoto wetu, ili tuweze kupata taifa la kesho, tupate wa viongozi wazuri, tupate watumishi wazuri na kadhalika. Taifa bila watoto wazuri, bila maadili, sio taifa. Tuwafundishe watoto kazi tangu wakiwa wadogo waweze kufanya mambo mbalimbali, waweze kufanya kazi na shughuli mbalimbali ili wa, waweze kujitegemea wakiwa bado wadogo, wakiwa bado wanafunzi. Hii dhana ya kwamba mpaka mtu amalize chuo kikuu ndipo aajiriwe, tuifute kabisa. Tuwafundishe watoto kazi wakiwa wadogo, na itawasaidia hata wanapokuwa wanaendelea kuwa na ujuzi na kufanya mambo mbalimbali. Mbali. Watoto ni mali ya jamii. Mtu asije akaseme mimi namfanyia mtoto huyu kitendo kibaya kwa sababu ni mtoto wangu wa kumzaa. Hapana. Wazazi wote tunatakiwa tufichue maovu yanayofanywa na jamii. Na pia watoto wajue ni wapi ambapo wataripoti pale wanapofanyiwa ukatili au wanapoona watoto wenzao wanafanyiwa ukatili. Sheria imeweka mambo mazuri ambayo yanaweza kumlinda mtoto. Nao baadhi ya watoto walioshiriki katika maadhimisho hayo akiwemo Amani Maiko wamewaomba wazazi kuwalinda na no kuwatunza. Kauli mbiu hii ina lengo la kutoa ujumbe ili kuwa na taifa lenye watoto waliolelewa katika maadili mema ya kiroho na kimwili. Wanapaswa kutunzwa, kulindwa na kuendelezwa ili kufikia malengo yaliyowekwa na Nimejifunza kwamba mambo mengi yanawatokeaga wanafunzi ila wanashindwa kushtaki. Yanawakuta mambo mengi, lakini tumefundishwa pia sehemu za kwenda kusema vitu ukatili utakaofanyiwa, sehemu sahihi za kwenda kushtaki. Kutoka katika halmashauri ya Arusha DC, mimi ni Eli Uruma Chao, Upendo TV habari.